Sasa tuelekee kaunti ya Meru, mtazamaji wangu, ambapo elimu ya wasichana hawa ilipunguzwa ku, ama ilikatika kutokana na mimba zisizotarajiwa katika umri wao mdogo, ikiashiria unyanyasaji wa kingono na kijinsia SGBV, katika jamii. Baadhi yao walijipata wamefukuzwa kutoka kwa familia zao na kukata tamaa maishani na wakaachwa bila kujua la kufanya lakini shule ya upili ya wasichana ya Greenlands ilifungua milango yake Mei mwaka uliopita na inawapa mwanzo mpya katika harakati za kutimiza ndoto zao. Sam Wanyuike na ripoti kamili. Kwa mwonekano utafikia ni shule ya kawaida tu, lakini cha kushangaza ni kwamba shule hii ilifungua mlango kwa wasichana kwa lengo la kuwapa mwanzo mpya. Katika matumaini ya kutimiza ndoto zao baada ya elimu yao kukatizwa na mimba za mapema katika kaunti ya Meru. Moja kwa moja tutaweza kuzungumza na wasichana hawa, na hii ndiyo stori yao. That time nilikuwa nimefukuziwa school fees, ndo sasa akanipea lift tu, tuka, akanifikiza hadi nyumbani. Kutoka hapo tukaanza kuwa tunaongea hapa na pale, anani support with one way or another. Baadaye tukaendelea tuna conversation hivyo Ndo tukaingia kwa hii act ya mapenzi, tukazindi kupendana hivyo, hatukukaa for a long. By the way, hata hatukuwa tumemaliza hata nusu mwaka, ndo nikashika mimba, na niliposhika mimba hakunioa, aliniacha, hata aliruka mimba, akasema hata si yake. Nilipoambiwa wazazi wangu niko na mimba, sababu that time nilikuwa na kana babangu wa, hata yeye alinifukuza tu, akaniambia wenda ukatafute baba mtoto, na mimi ndo nikaenda, sababu kwetu ni kwa majani Ndo nikaenda nikatafuta nyumba nikaanza kuhaswa hapo sasa. Time yenye nilipata mtoto, nilirusi tu matumaini, nikaona sababu sasa mtoto ana baba ndio mimi, sina fee, nikaona hii maisha imefika mwisho. Lakini saa hii niko na hope mimi, kalia yangu ni kuwa, by the way, a professor mmoja, anti yangu akaniambia, sasa venye nataka ukuu unafanya utakuwa na kuuza kwa mwanaume fulani, ndio upate school fee, kama si hivyo utasoma So mimi nikakuwa, ndivyo nitafanya kozi nikuwa iga kusoma. mm -hmm. na hapo ndipo nilipatanga mtoto. alikuwa ananilipa, ndio naenda kulala naye, ilikuwa mm -hmm. usiku mara mbili kwa wiki. nilikuwa ananilipa 1500 yeah. mm -hmm. mm. alikuwa mwanaume mmoja na wakati aligundua niko na mimba akakataa, akairuka na akahama hiyo eria, mpaka waleo sijajua kumuhusu. hmm. kitu yenye linikosi nipate mimba ni mamangu akuwa na school fees. Alikuwa ameniambia nikae nyumbani, masomo imeishia hapo. Nikatoka nikaenda nikapatana na mtu wa pikipiki, nikamwelezea, akaniambia tuende tukakae kwake mi nikakubali. Aliniambia ataweza kunilipia school fees. Kufika kwake tukakaa wiki moja. Shule zilipokaribia kufunguliwa, nikamwambia nilipie school fees akakataa. Wakati huyo alikuwa anajua niko na mimba yake. Tukakaa wiki moja akanitoroka, kunitoroka nikaona maisha yangu yamefika mwisho. Nikatoka nikaenda kanisani, nikaenda nikakaa huko kutoka asubuhi mpaka jioni sikuwa nataka kutoka huko. Nikapatana na mhubiri wetu, nikamwelezea stori yangu. Vile nilimwelezea akaniambia kuna hii shule ambayo anaijua. Ah, pengine nini nikufanya uanze hii shule. Wakati niliweka kwa my Facebook, wasichana walikuja wengi wengi sana. They came the first day around around 20, 26 girls It became a challenge to me. Me, that that that is, that is now when the reality hit me, that honestly, watoto wanataka kusoma ni nafasi ama ni wa, wanakosa hiyo nafasi ya pili ya kutaka kuendeleza masomo yao. Ingawa wasichana hao walikuwa wamepoteza matumaini katika maisha yao, shule hii imefufua ndoto zao. Nikiripotia NTV mashinani kutoka shule ya upili ya Greenlands, County ya Meru. Jina langu ni Sam Wanyoike.